Baada ya nyota wa kitanzania Morice Abraham kuonekana akifanya mazoezi na klabu ya Simba, mashabiki wengi wa soka walisikika wakisema ya kwamba huenda anataka kusajiliwa na klabu ya Simba. Sasa kwa taarifa nilizokuwa nazo hadi kufikia sasa ni kwamba Morice Abraham ameomba kufanya mazoezi na klabu ya Simba, kwani kwa sasa Morice amemaliza mkataba wake na klabu ya Spartak ya pare nchini Saudia, ambapo alijiunga mnamo mwaka 2021 kwa mkataba wa miaka minne. Kwa sasa Morice Abraham ni free ajenti, lakini ana treni na klabu ya Simba hadi ifikapo mwezi wa tano, ndipo ataenda zake Sweden kujiunga na klabu yake mpya. Hivyo maneno ya watu kuwa Morice Abraham amesainiwa na klabu ya Simba hayana ukweli wowote. Lakini katika jambo ambalo bado linaumiza mashabiki wengi wa soka ni kwamba alisikika kocha Fadru Davis akisema anahitaji kiungo mshambuliaji pwani mwishoni mwa msimu huu Fabrice Luamba Ngoma anamaliza mkataba wake na Simba na zipo klabu mbalimbali ambazo zinahitaji saini yake ikiwemo Al-Ittihadi ya pale nchini Libya. Sasa Morris Abraham ni moja kati ya wa wachezaji ambao wanamudu vizuri kucheza eneo la kiungo mshambuliaji yani namba nane. Sasa katika kipindi ambacho Morris Abrahamu anafanya mazoezi na klabu ya Simba kwa muda, imani yangu inaniambia kuwa kocha Fadlu Davids atakuwa anamwangalia kwa umakini mkubwa yani kama yupo katika majaribio huwenda akimvutia kocha anaweza kusainiwa na klabu ya Simba na nikujuza faida za Morice Abraham ni kwamba ni mchezaji mwenye umri mdogo alizaliwa mnamo mwaka 2003 pia ni mzawa hapa hapa Tanzania na uwezo wake ni mkubwa zaidi anapokuwa uwanjani nadhani kila mmoja anafahamu ubora wake tangu akiwa na kikosi cha vijana chini ya miaka kumi na saba Serengeti Boys kile kilichoenda Gabon mwaka elfu mbili na kumi na saba. Sasa kama Morice Abrahamu atasainiwa na Simba basi watakuwa wamepata moja kati ya wachezaji bora katika eneo la kiungo. Basi acha tusubiri ni nini kitajiri katika hili jambo. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, hadi wakati mwingine. Bye bye.